Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mara nyingine tena unapata kumfahamu zaidi Daktari Ali mwenye nambari ya simu sufuri saba moja moja saba tatu nne nne, moja, tatu. Daktari Ali ni mganga wa kienyeji hodari, na amesafiri mataifa mengi akitoa tiba na kutatua matatizo kama vile ya kurejesha mpenzi. Kama ameondoka, atasaidia kumrejesha. Kurejesha pia kilichopotea, huenda umepoteza mali yako na umekosa kumjua ni nani ambaye amekudhulumu, atakusaidia kurejesha. Mpate daktari Ali kupitia nambari yake ya simu 0711734 ne, moja, tatu. Kumfunga mke au mme asitoke nje ya ndoa ni kazi ambayo daktari Ali ataifanya kwa weledi zaidi. Pia madeni yaliyokataliwa, shida za kifamilia, mizozo za mashamba, kurejeshwa kazini, kupendwa kazini pamoja na kuongezwa cheo ni baadhi ya mambo tu yanayotatuliwa na daktari Ali mganga wa kienyeji, mpate kupitia nambari ya simu 0711734413 daktari Ali yupo hapa.